Ni furaha iliyoje kukutana nawe katika makala ya yaliyojiri wiki hii na miongoni mwa matukio makubwa ni pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame kutuhumu DRC kwa kuchelewesha mchakato wa kumaliza vita mashariki mwa DRC, uchaguzi mdogo uliofanyika nchini Kenya ukifuatiwa na kushambuliwa kwa mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma. Joto la kisiasa lazidi kupamba moto nchini Zambia baada ya serikali kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba. Mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea Bisau dhidi ya Umaro Sisoko Embalo, na rais wa Marekani Donald Trump wiki hii alisema anapanga kuzuia raia kutoka nchi zinazoendelea kuingia nchini Marekani. Tutaangazia Israeli na maeneo mengine duniani. Hayo ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia. Naitwa Ruben Lukumbuka, karibu Msikilizaji, makala hii inaanzia nchini Rwanda, ambako wiki hii Rais Paul Kagame aliituhumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuchelewesha kwa makusudi zoezi la utiaji saini mkataba wa amani unaolenga kumaliza machafuko mashariki mwa nchi hiyo. Mwezi Juni, DRC ilifikia makubaliano na Rwanda baada ya upatanishi uliofanywa na Marekani na baadaye ule uliofanywa na Qatar, kati ya waasi wa AFC M23 na serikali ya Kinshasa. Akizungumza na waandishi wa habari wiki hii, Rais Paul Kagame amedai kiini cha mzozo kinajulikana. Mgogoro huu ulikuwepo mwaka 2012. Umerudi miaka kumi baadaye. Miaka kumi yote tulikuwa na uwepo wa juhudi za kimataifa ikidaiwa kushughulikia matatizo haya pesa nyingi zimetumika na watu wengi wamepoteza maisha Life, lakini maisha yanaendelea tu, hadi tunapotembelewa na tatizo lile lile, na kisha tunaanza kuzunguka huku na kule kwamba hili ni jambo jipya. Kiwango cha unafiki na kutojali kwa baadhi ya nguvu hizi tunazozijua, mwishowe wao ndio wanaopiga kelele nyingi wanaonekana kama wameumizwa sana na mateso ya watu lakini ni upuuzi tu. Aidha, rais Kagame alizikosoa jumuiya za kikanda kwa kushindwa kuonyesha uwajibikaji katika kusaka suluhu ya mzozo unaoendelea, akiwa ziarani huko Sabia alikoenda kufuatia mwaliko wa rais Alexander Vichik Rais wa DRC Felix Chisekedi, pamoja na kukemea hali inayoendelea nchini mwake, alisema nchi yake ni mwathiriwa wa vitendo vya unyanyasaji kutoka kwa jirani yake Rwanda. Kwa maana kama mnavyofahamu, nchi yangu ni mwathiriwa wa unyanyasaji usiokuwa na haki na wa kinyama kutoka kwa mmoja wa majirani zetu Rwanda. vyanzo kadhaa vinasema marais hao wa DRC na Rwanda watakutana mjini Washington DC kutia saini makubaliano ya amani wiki ijayo. RFI Kigali 91.9 FM nami msikilizaji kutoka Rwanda. Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wiki hii Umoja wa Mataifa ulionya umeonya kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama kwenye baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo na haswa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, UN ikitoa wito kwa makundi yenye silaha kutoshambulia maeneo ya raia, wakati huu idadi ya wanaokimbia maeneo yao ikiongezeka. Stephane Dujarric, msemaji wa Umoja wa Mataifa

Vitisho vilivyoripotiwa pia vimelazimisha mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali kuondoka katika maeneo hayo. Kama unavyojua, athari za vikwazo hivi kwa raia zimekuwa mbaya sana. Katika maeneo ya Minembwe pekee, zaidi ya watu laki moja na elfu sabini waliohamishwa wamekatishiwa huduma muhimu. Mfumo wa afya unajitahidi ndiyo kukabiliana na uhaba wa dawa wa muda mrefu, na katika hospitali ya Minembwe watoto walichangia asilimia 60 ya vifo vyote kati ya Julai na Septemba mwaka huu. Ni sauti yake Stephane Dujarric, msemaji wa Umoja wa Mataifa RFI. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya jumaa hili ulitangaza kutoa karibu yuro milioni 10 kwa jeshi la FARDC kabla ya mwisho wa mwaka ujao ili kununua silaha na kuimarisha operesheni ya jeshi la DRC. Victor Moturi na maelezo zaidi. Ufadhili huo utakwenda moja kwa moja kwa jeshi la Congo kulisaidia kupata vifaa visivyoweza kuua ili kuimarisha uwezo wake wa kufanya kazi vifaa hivi vitajumuisha zana za mawasiliano kuboresha operesheni, vifaa vya matibabu pamoja na vifaa vya kuwezesha jeshi hilo kushika doria kwenye mipaka na mito. Uwasilishaji wa kwanza umepangwa kabla ya mwisho wa mwaka wa 2026. Hii ni awamu ya pili ya ufadhili kutolewa kwa FRDC kutoka kwa umoja wa Ulaya. Hukuwa awamu ya kwanza iliyotolewa mwaka wa 2023, ililenga kusaidia kikosi cha 31 kilichoko eneo la Kindu. Kutokana na msaada huu, sasa jumla ya michango kutoka kwa mfumo wa amani wa ulaya kwa FRDC kwa jumla umefikia euro milioni 30. Msikilizaji, vurugu na madai ya vitendo vya rushwa ni mambo yaliyogubika na kutatiza mchakato wa uchaguzi mdogo wa nafasi mbalimbali ambao ulifanyika nchini Kenya wanasiasa kinzani kila mmoja akimtuhumu mwingine kwa kuharibu zoezi la upigaji kura. Maeneo matatu kati ya 22 yaliyofanya uchaguzi mdogo na kushuhudia vurugu ni pamoja na Mbere, Kasipul na Malava ambako mali ziliharibiwa na watu kujeruhiwa. Hali hii inatoa ujumbe gani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba? Suba Churchill ni mkurugenzi mtendaji wa mashirika ya kiraia nchini in Kenya. Ingawa uchaguzi ndogo ambazo zinaendelea zilikuwa zitumike kama kipimo cha kile kitatokea mwaka elfu mbili ishirini na saba, tumeweza kushuhudia pia vurugu ambavyo hazistahili na hivyo inaonyesha kwamba huenda hii ni kionjo tu, kwa sababu 2027 huenda tukawa na violence ambayo polisi na mashirika ya kiusalama watashindwa kudhibiti. Nafikiri sisi wote kama Wakenya tumekosa kuzingatia kanuni hizo. Kwa mfano kule Malava tuliweza kuona watu wakipigwa, na ni raia, sio polisi, sio afisa wa uh, tume inayosimamia uchaguzi. Huku haya yakijiri namna hiyo Maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa 16 wa uhalifu kufuatia kushambuliwa kwa mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma wakati wa zoezi la uchaguzi huo mdogo eneo bunge la Kasipul siku ya Alhamisi. Dominik Wabala ni mchambuzi wa maswala ya usalama akiwa Nairobi alizungumza na RFI Kiswahili. Wanaojihusisha na huu uhalifu ni wanasiasa, viongozi wa Kenya, baadhi yao wakiwemo serikalini. Ukiona hawa watu kuanzia maandamano ya Gen Z, ukiona hawa watu ambao wanatembea na, na na mapanga na silaha zingine zote zile, pale ni watu ambao wana, wana ukaribu sana, wana uhusiano mkubwa sana na askari polisi, tunaona wakitembea wana wao, tunaona wakifanya yale matendo ambayo yanafanya haya ha, yote yanafanyika mbe, mbele, yaani machoni mwa polisi, askari polisi, na ni kama askari polisi hawana uwezo wa kukabili hawa, hawa wahalifu. Hicho ndio kitu kinachositikisha, kinacho Wakenya, ikiwa tutaendelea hivi kutakuwa na uhalifu mkubwa sana wakati wa, uh, wa uchaguzi mkuu wa Kenya ikiwa hatutathibiti uh, uhalifu wakati huu. Zoezi hilo lilitajwa na wadau mbalimbali kuwa la kuashiria utayari wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC, na asasi zingine kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. RFI Mombasa, Mia moja na tano, nukta tano, FM. Msikilizaji, kule Uganda, chama kikuu cha upinzani NUP cha kwake mgombea urais Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine juma hili kilidai kuwa wafuasi wake zaidi ya 300 wanazuiliwa na vyombo vya usalama, vitendo ambavyo chama hicho kinadai ni vitisho kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Haya yanajiri wakati huo mikutano mingi ya chama hicho cha NUP ikifanyika katika mazingira magumu kutokana na kuingiliwa mara kwa mara na polisi, ambao wamekuwa wakiwakamata wafuasi wa chama hicho. Mwanzoni mwa juma hili serikali ya Tanzania kupitia kwa msemaji wake Gerson Musigwa ilisema inaendelea kutathmini makala ya kituo cha televisheni cha Marekani CNN ambacho kilichapisha ripoti kuthibitisha polisi wa nchi hiyo walihusika na mauaji ya mamia wa waandamanaji wakati wa vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. Aidha, Gerson alivyoonya vyombo vya habari vya kimataifa kuripoti kile yalichodai habari za upande mmoja. Gerson Msigwa: kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Katika hatua nyingine, Msigwa alizungumzia taarifa zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uwezekano wa kufanyika maandamano mengine wakati wa sherehe za uhuru Desemba 9 mwaka huu. kwanza ni kuwasihi vijana tusijihusishe na vitendo vyovyote vyenye kuleta vurugu, vyenye kuvunja amani ya nchi yetu. Kwa upande wa serikali, kama ilivyo, majukumu yetu ni kuhakikisha nchi iko salama. Kwa tumejipanga kuhakikisha siku hiyo, kama ilivyo siku zingine, usalama wa raia na mali zao unaimarishwa. Kauli ya serikali ya Tanzania ilitolewa wakati huu ikiwa kwenye shinikizo kutaja idadi ya watu wa waliouawa pamoja na kuchukua hatua dhidi ya waliohusika kuwaua raia, wakati huu pia ikiwa imeunda tume ya uchunguzi iliyokosolewa. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Dodoma wiki hii, waziri mkuu Mwigulu Nshemba alisema sherehe za kitaifa za uhuru wa Desemba 9 zimefutwa. na mkule Sudan. Katika kipindi cha siku kadhaa zilizopita wadau wa amani walikutana mjini Juba, Sudan Kusini, huko kujadiliana kuhusu kuongezeka kwa ghasia, kutoaminiana kisiasa, ucheleweshaji wa utekelezaji wa mkataba wa amani na kupungua kwa nafasi za kiraia, mazungumzo yaliyotoka na maazimio kadhaa. <tune> nchini zambia joto la kisiasa joto la siasa linazidi kupanda baada ya serikali kuanzisha mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi hiyo chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa agosti mwaka 2026 mashirika ya kiraia yamepanga maandamano ya kupinga marekebisho hayo ya katiba ambayo hayakufanyika baada ya rais hakainde hichilema mapema wiki hii kuonya kuhusu vurugu za kisiasa. Akim Antony Njobvu ni rais wa chama cha upinzani cha Democratic Union anazungumza akiwa Lusaka, Zambia. Mbona tunaipa kipaumbele marekebisho ya katiba wakati tuna masuala mengi ya muhimu ya kitaifa wakati ambapo hatuna dharura ya kikatiba? Kwa muda mrefu, sisi kama vyama vya upinzani tumekuwa tukilalamikia kupungua kwa demokrasia, ambapo chama tawala kinataka kunyamazisha sauti za wapinzani. Ndio maana kama chama tunalaani machafuko, tunaamini kila mzozo sharti kutatuliwa kwa mazungumzo. Ndiyo tumeona vurugu, na tuna wasiwasi kama viongozi wa kisiasa kuhusu namna ambavyo siasa za Zambia zinavyokwenda. Ni sauti yake Anthony Njobvu, rais wa chama cha upinzani cha Democratic Union nchini Zambia, akiwa mjini Lusaka na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukipiga tochi yetu huko Guinea Bissau, ni kwamba siku ya Jumatano ya tarehe 26 mwezi huu wa Novemba, jeshi la nchi hiyo lilichukua udhibiti wa dola ambayo imekuwa ikikabiliwa na mvutano wa kisiasa baada ya rais Umaro Sisoko Embalo na mpinzani wake Domingos Simoes Pereira kujitangaza washindi katika uchaguzi uliofanyika Jumapili nchini humo. Jenerali Denis Nkanha, mkuu wa ofisi ya jeshi la rais, alisema jeshi limechukua udhibiti wa nchi kwa muda usiojulikana. Huku hayo yakijiri, namna hiyo jeshi huko Guinea Bissau lilimtangaza Jenerali Hortanta Naman kuwa rais wa mpito kwa kipindi cha mwaka mmoja na hiyo siku moja baada ya kufanyika kwa mapinduzi hayo ya kijeshi, rais aliyepinduliwa Umaro Sisoko Embalo alikimbilia katika nchi jirani ya Senegal, huku kiongozi wa upinzani Fernando Dias akidai yeye ndiye mshindi wa uchaguzi wa juma moja iliyopita, akimtuhumu mtangulizi wake kwa kupanga mapinduzi feki. Fernando Dias, mimi ndiye mshindi wa uchaguzi. Wakati Umaro Sisoko Embalo alitambua hawezi kushinda, baada ya kujaribu kuiba kura, hapo ndio akawaza kupokea madaraka kwa jeshi. Watu wote waliopanga mapinduzi ni wanajeshi walio karibu naye, mnadhimu wa jeshi na msemaji wake. Kwa hivyo mapinduzi yaliyotangazwa na Embalo ni mzaha, na raia wote wa Guinea Bissau wanafahamu kuwa alichokitangaza Umaro Sisoko Embalo si ukweli. Ni sauti yake Fernando Dias, kiongozi wa upinzani nchini Guine Bissau, alipozungumza na RFI idhaa ya Kifaransa. Kwa upande wake, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOAS ama CDAO kwa matamshi ya Kifaransa, imekosoa vikali mapinduzi hayo na kuyaita ukiukaji mkubwa wa katiba ya Guinea Bissau. Kwa mktasari tu, msikilizaji, wanasiasa karibu wa 40 wa upinzani kule Tunisia wamehukumiwa kifungo cha miaka hadi 45 jela, kwa kosa la kuhujumu usalama wa nchi. Mahakama ya rufaa ya Tunisia ilitoa hukumu hiyo kwa watuhumiwa hao, wengi wakiwa ni wakosoaji wa serikali ya rais Kais Saied ambao mwezi Aprili walikuwa wamepewa hukumu ya awali ya kifungo cha miaka 66 kwa kosa la njama dhidi ya usalama wa nchi na kosa la kuwa wafuasi wa makundi ya waasi. Kwingineko duniani, huko Hong Kong watu 44 wamepoteza maisha huku wengine zaidi ya 200 wakiwa hawajulikani walipo, kufuatia mkasa wa moto uliojitokeza ulioteketeza jumba lenye ghorofa 31. Carol Corrie na maelezo zaidi. Wazima moto bado walikuwa wakipambana kuzima moto huo na shughuli za kuwaokoa watu katika eneo hilo lenye makazi elfu mbili. Jumba hilo lililojengwa kwa mti aina ya bambu lilishika moto wakati marekebisho yalikuwa yakiendelea na madirisha yote yalikuwa yamefungwa, hivyo watu wengi hawakufahamu haraka kuwa kuna moto. Miongoni mwa watu waliofariki ni mmoja wa wazima moto ambaye alipata majeraha makubwa ya kum usoni baada ya kupoteza mawasiliano na wenzake. Msemaji wa serikali eneo hilo amesema watu hamsini na sita wametibiwa hospitali na kuruhusiwa huku wengine kumi na sita wakiwa kwenye hali maututi. Polisi wamesema wamewakamata watu watatu wanaoshukiwa kuhusika na kisa hicho baada ya kuacha vifaa vya kushika moto haraka eneo hilo wakati wa matengenezo, hali inayosemekana kuwa chanzo cha moto huo. Wiki hii Rais wa Urusi Vladimir Putin sasa alisema atasitisha vita ya Ukraine ikiwa utawala wa Kiev utawaondoa wanajeshi wake toka kwenye miji yote inayodaiwa na Mosko, akionya kuwa tofauti na hapo atatumia nguvu kuichukua. Kufahamu zaidi, hii hapa taarifa yake. Emmanuel Richard Makundi. Kauli hii anaitoa huku wanajeshi wake wakiendelea kuchukua maeneo zaidi mashariki mwa Ukraine, wakati huu Washington ikiongeza juhudi za upatanishi kujaribu kumaliza vita inayokaribia miaka minne. Akizungumzia mapendekezo ya Marekani ambayo yamekosolewa na viongozi wa Ulaya, rais Putin amesema yanaweza kuwa msingi wa makubaliano ya siku za usoni, hata hivyo akisisitiza jumuiya ya kimataifa kutambua maeneo itakayoyachukua toka kwa Ukraine, takwa ambalo linapingwa vikali na Kiev. Haya yanajiri wakati huu mpatanishi wa Marekani kwenye mzozo huo Steve Witkoff akitarajiwa kuzuru Moscow wiki ijayo, huku katibu mkuu wa wizara ya vita ya Marekani akitarajiwa kutembelea Kiev. Nam msikilizaji, kwa muktasari tu, rais wa Marekani Donald Trump siku ya Alhamisi alisema kuwa anapanga kuzuia raia kutoka nchi zinazoendelea kuingia nchini Marekani, siku moja baada ya raia wa Afghanistan kudaiwa kuwapiga risasi na kuua wanajeshi wawili jijini Washington. Nam ni kwa taarifa hiyo, ndio nami natia nanga kwa makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Shaleim, kwa heri.